anawajali sana. Dkt. Tulia uko pamoja na kila mwanambeya kuhakikisha anamtoa pale alipo, anamsogeza mbele kama nafasi yake inaendelea kuruhusu, ili kila mmoja aweze kupata maisha bora katika jiji la Mbeya. Dkt. Tulia ni mbunge wa kipekee ambaye anatamani kila mwanambeya asikose mlo hata mlo mara moja kwa siku wow. Dkt. Tulia huwa anaumia sana kuona watu hawana majumba mazuri, wanaishi katika majumba mabovu. Ndio maana kukuta Dkt. Tulia anatabasamisha watu, kwa wale wasiojiweza kuwajengea hata nyumba. Ni mbunge pekee katika Tanzania ambaye amefanya hiyo kazi na akaifanya Mbeya na akaifanya nje ya Mbeya, kwa sababu ya upendo wake. Upendo wake ni mkubwa na umevuka mpaka, kwa hiyo sisi kama wanambea nuru ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, neema ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, tujiangalie kwa macho mawili. Hii ni tunu ya kipekee kumpata Dkt. Tulia kuwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo kama wanambea, tumuunge mkono kwa dhati, tumsemee kwa dhati, na ninakushukuruni sana nyinyi. Mmeonyesha mfano leo, nyinyi ni wa kwanza kutoa milioni moja kwenda wa kuchukulia fomu mmeonyesha mapenzi yenu makubwa kwa dokta Tulia, naamini na dokta Tulia ntakapompelekea hizi habari dokta Tulia hata waacha <coughs> dokta Tulia atakuwa pamoja na nyinyi, lakini tuendelee kumsemea na kumunga mkono. Kazi ambayo mmefanya, heshima ambayo mmempa ni heshima kubwa, najua nyinyi ni mda wenu mkubwa na ndio maana mkampa heshima leo ya kuwa mgeni rasmi, lakini mmetia bora. Yaani tayari mimi Chama cha Mapinduzi ambaye muda sio mrefu naenda kutafuta wagombea wa kuwaleta kwenu wananchi, kama tayari mmeshaanza kuwachangia baadhi ya wanachama fedha ya fomu ya kuchukua. Oo ahii nimegundua jeuri ya Dkt. Tulia hapa mjini ni Martin. Na ndio maana yeye anasema bado yupo, yupo sana. Yaani sio mitano, bado yupo, yupo sana na washukuru sana kwa ukaribu.